Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu kwa neema yako ya pekee unaotuwezesha kila siku kusoma neno lako bila kuchoka. Kweli tunakiri neno lako ni jipya na ni tamu mno. Tunaomba e Bwana uendelee kutusaidia kupona, kupata uzima na kupata majibu. e Mungu tupe uwezo wa kuelewa mafunuo ya neno lako, na Roho Mungu tuangazie, uliye mwalimu, ili sote tuendelee kufundishika kwako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Wapendwa, ni kitabu cha Zekaria sura ile ya tisa na ya kumi. Tuungane na ndugu zetu wa Wedi Project. Mlango wa tisa. Ufunuo wa neno la Bwana lililosemwa juu ya nchi ya Hadraki na Dameski, itakuwa mahali pake pa kustarehe, kwa maana jicho la mwanadamu na la kabila zote za Israeli linamwelekea Bwana na Hamathi pia iliyo mpakani mwake na Tiro na Sidoni, kwa maana ana akili nyingi. Na Tiro alijijengea ngome, akakusanya fedha kama mchanga, dhahabu safi kama matope ya njia kuu. Tazama, Bwana atamwondolea mali zake, naye ataupiga uwezo wake alionao baharini, naye mwenyewe atateketezwa kwa moto. Ashkeloni ataona haya na kuogopa, Gaza pia naye atafadhaika sana, na Ekroni, kwa maana taraja lake litatahayarika; na mfalme ataangamia toka Gaza na Ashkeloni atakuwa hana watu, na mwana wa haramu atatawala huko Ashdodi. Nami nitakatilia mbali kiburi cha Wafilisti, nami nitaondoa damu yake kinywani mwake na machukizo yake nitayatoa katika meno yake, yeye naye atakuwa ni mabaki kwa Mungu wetu, naye atakuwa kama mtu mkuu katika Yuda na Ekroni kama Myebusi. Nami nitapiga kambi yangu pande zote za nyumba yangu ili kuwapinga adui na mtu awa yeyote asipite ndani yake wala kurudi wala mtu aoneaye hatapita tena kati yao, kwa maana sasa nimeona kwa macho yangu. Furahi sasa, e binti Sayuni, piga kelele, e binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye anaokovu ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwana punda, mtoto wa punda. na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraimu na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atawahubiri mataifa yote habari za amani, na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mto hata miisho ya wa dunia. Kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Maana nimejipindia Yuda, nimeujaza upende wangu Efraimu. Nami nitawaondokesha wana wako e Sayuni, wapigane na wana wako e Uyunani, nami nitakufanya wewe kuwa kama upanga wa shujaa. Naye Bwana ataonekana juu yao, na mshale wake utatoka kama umeme, na Bwana Mungu ataipiga tarumbeta, naye atakwenda kwa pepo za kisulisuli za kusini. Bwana wa majeshi atawalinda nao, watakula na kuyakanyaga mawe ya teo, nao watakunywa na kufanya kelele kama kwa divai, nao watajazwa kama mabakuli, kama pembe za madhabahu. Na Bwana Mungu wao atawaokoa siku hiyo, kama kundi la watu wake, kwa maana watakuwa kama vito vya taji vikimetameta juu ya nchi yake, maana wema wake jinsi ulivyo mwingi na uzuri wake jinsi yes, ulivyo mwingi nafaka itawasitawisha vijana wanaume, na divai mpya vijana wanawake. Mlango wa kumi. Mwombeni Bwana mvua wakati wa masika; naam Bwana afanye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Kwa maana vinyago vimenena maneno ya ubatili, nao waaguzi wameona uongo, nao wameleta habari za ndoto za uongo, wafariji bure; kwa sababu hiyo Waenda zao kama kondoo, wateswa kwa sababu hapana mchungaji. Hasira yangu imewaka juu ya wachungaji, nami nitawaadhibu mbuzi waume, kwa maana Bwana wa majeshi ameliangalia kundi lake, yaani nyumba ya Yuda, naye atawafanya kuwa kama farasi wake mzuri vitani. Kwake yeye litatoka lile jiwe la pembeni, kwake yeye utatoka msumari, kwake yeye utatoka upinde wa vita, kwake yeye atatoka kila mtawala. Pamoja nao watakuwa kama mashujaa wakanyagao adui zao katika matope ya njia ya vitani, nao watapiga vita kwa sababu Bwana yu pamoja nao, na, na hao wapanda wapanda farasi watafadhaishwa. Nami nitaitia nguvu nyumba ya Yuda, nami nitaiokoa nyumba ya Yusufu, nami nitawarudisha kwa maana nawaonea rehema, nao watakuwa kana kwamba sikuwatupa, kwa maana mimi ni Bwana Mungu wao nami nitawasikia. Na watu wa Efraimu watakuwa kama mashujaa na moyo wao utafurahi kana kwamba ni kwa divai; nam watoto wao wataona mambo haya na kufurahi, mioyo yao itamfurahia ya Bwana. Nitawapigia kelele na kuwakusanya pamoja, kwa maana nimewakomboa, nao wataongezeka kama walivyoongezeka nami nitawapanda kama mbegu kati ya mataifa, nao watanikumbuka katika nchi zilizo mbali Nao watakaa pamoja na watoto wao, tena watarudi tena. Nitawarudisha toka nchi ya Misri, nitawakusanya na kuwatoa katika Ashuru, nami nitawaingiza katika nchi ya Gileadi na Lebanoni, ila nafasi ya kuwatosha haitaonekana. Naye atapita kati ya bahari ya mateso na kuyapiga mawimbi ya bahari, na vilindi vyote vya mto wa Nile vitakauka, na kiburi cha Ashuru kitashushwa, na fimbo ya enzi ya Misri itatoweka. Nami nitawatia nguvu katika Bwana, nao watatembea huko na huko katika jina lake, asema Bwana.